Uh, karibu tuendelee na matangazo ya Morning Trumpet. Tunafahamu kwamba bado siku moja kuelekea Oktoba 29, kwa maana ya eh, siku ambayo wa Tanzania watapiga kura ya kumchagua diwani mbunge pamoja na rais. Na ni uchaguzi wa saba tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, na hapa tunakukutanisha na mgombea ubunge eh, kwenye jimbo la Akawe kupitia chama cha ACT Wazalendo Glory Tausi Shayo ambaye tupo naye hapa sasa hivi, kuna mengi tunatamani kuyafahamu. Tunafahamu kwamba jimbo la Kawe ni moja kati ya jimbo muhimu na jimbo maarufu ndani ya jiji la Dar es Salaam. Karibu sana asante sana san. Ee, bila shaka wapiga kura, wananchi wa Kawe wanafuraha sana kukutana na wewe, na inawezekana kwa mara nyingine tena, najua umekutana nao mara kadhaa. Sasa unayo nafasi pia ya kuanza kuwasalimu na kuzungumza nao, karibu asante sana aa Uh, kwanza asante kwa kunialika kufika hapa. Ndiyo. Lakini napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wangu wa Kawe kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakinipokea katika kampeni zangu, na jana nilifunga rasmi kampeni zangu kwa kata za Makongo na Mabwepande. Uh, zimekuwa ni kampeni bora kabisa za mwaka huu kwa sababu tumefanya kampeni safi na ninafurahi kwamba maeneo mengi ambayo nimekuwa ninapita wananchi wamekuwa wakinipokea vizuri. mm -hmm. mm. Um, sera za Gloria ni zipi ambazo yeye anaamini uh, zina kila sababu na sifa ya Wanakawe kuweza uh, kutiki kwa Gloria? Uh, kwanza kabisa ni miundo mbinu, mm -hmm. ambayo kwangu nimeona kwamba ni moja ya changamoto kubwa katika jimbo letu la Kawe kwa hiyo nimejikita na nimejipanga kuhakikisha kwamba iwapo nitashinda tunakwenda kuwa na miundombinu bora zaidi katika jimbo letu la Kawe. Na jana nilikuwa kata ya Mabwepande <coughs> na nimewaahidi, iwapo nitashinda, lazima ile barabara kubwa inayotokea Bagamoyo kwenda mpaka Magufuli stendi kupata lami mm -hmm. Uh, lakini ukiachana na, na miundo mbinu Uh, sera yangu nyingine nimejikita kwenye kuhakikisha kwamba tunachokiita elimu bure kinakuwa elimu bure kwelikweli, kwa sababu kwa bahati mbaya uzuri sasa hivi elimu yetu imekuwa ya michango mingi sana. Kwa hiyo ni lengo langu na ni sera yangu kubwa kuhakikisha kwamba wananchi wakawe kweli wanapata elimu bure ambayo tumekuwa tukiihubiri, lakini mm -hmm. E, pia ukiachana na upande wa elimu bure uh, nimejikita kuhakikisha kwamba wanakawe vijana na kina mama wananufaika kiuchumi kwa kupata mikopo ya halmashauri ambayo wanastahili watu wote, kupitia vikundi vya wajasiriamali wadogo wadogo, hasa wale ambao wako kwenye sekta ya ajira isiyo rasmi. jimbo mm -hmm. um, um, la Kawe lina mm. mchanganyiko wa uh, maeneo mbalimbali na hata watu pia kutoka uh, na shughuli tofauti mm. Ni mikakati gani ambayo umeweka pia katika uh, kuunganisha yote haya na katika sera hizi ambazo uh, umezieleza? Uh, kwanza kuhakikisha kwamba tunatengeneza ajira kwa vijana, kwa sababu kama unavyosema jimbo la Kawe lina watu wa aina tofauti tofauti. mm-hmm. lakini uh, ni jimbo ambalo limebeba watu wa levu mbalimbali mbali za maisha. Kuna walevu za juu za katikati na za chini, na mimi nimejikita zaidi kuangalia wale walevo za chini. Uh, na nimepita nimeona hali ya maisha ya baadhi ya Wanakawe, na kuna hitaji kuna hitaji kubwa sana la kuhakikisha tunabadilisha haya maisha. Uh, mkakati wangu mkubwa kwanza ni kushirikiana na mamlaka husika, na mamlaka nayoizungumzia hapa ni halmashauri ya wilaya ya Kinondoni ambayo imekuwa ikikusanya kodi na ambayo imekuwa ikitoa hii mikopo ya halmashauri. Ninaamini tukishirikiana nao vizuri, tunaweza kuhakikisha vikundi vingi vya wajasiriamali vinapata mikopo na kwenda kutengeneza ajira nyingi kwa vijana na kinamama, kwa sababu mikopo ipo, lakini ni vikundi vichache sana ambavyo vinafanikiwa kupata hii mikopo uh, lakini pia kwa upande wa wavuvi, pia kama unavyojua Kawe imezungukwa na bahari na moja ya sekta ya ajira isiyo rasmi ni ya uvuvi, na nimezungumza na wavuvi kwa kipindi kirefu, na kwa kirefu sana, wanahitaji kupushiwa kidogo tu ili waweze kufikia ndoto zao kwao. Pia nitashirikiana na mamlaka husika upande wa uvuvi kuhakikisha kwamba tunatengeneza pia ajira kwa upande huo na kuwapunguzia zile kero ambazo zimekuwa zikiwasumbua kwa muda mrefu na kuwafanya washindwe kufanya kazi zao vizuri. mm -hmm. Inawezekana kwa baadhi ya wakazi uh, wa jimbo la Kawe kujua Gloria. Wanashauku ya kujua kwa nini alichagua jimbo la Kawe. hmm. Sio, si kwamba kwa nini nilichagua, mimi ni mkazi wa Kawe. Kwa hiyo kwa sababu ni mkazi wa Kawe, zile changamoto za Kawe ninazijua na ninakutana nazo uso kwa uso. mm -hmm. Kwa mfano ikitokea kipindi cha mafuriko, mimi naathirika nazo moja kwa moja. Yaani, nikiwa natoka nyumbani nashindwa kwenda kwenye shughuli zangu kwa sababu barabara imefunga kutokana na maji, inaniathiri mimi moja kwa moja. Kwa hiyo niliamua kugombea na kuchagua jimbo hilo kwa sababu mimi ni mkazi wake. Ningeweza kwenda kugombea majimbo mengine, lakini nikasema kama hizi changamoto naziona, ninaweza kufanya nini ili kuzikabili. Kwa hiyo nilichagua jimbo hilo kwa sababu mimi ni mkazi wa Kawe mm -hmm. kwa hiyo changamoto ndo zimekufanya utamani kuwa uh, mwakilishi wa mm -hmm. wananchi wa Kawe mm -hmm. Uh, na umetaja uh, baadhi ya sera ambazo unaamini kwamba uh, wanakawe watatamani kuona zinatatuliwa. Uh, ni kwa namna gani sasa, kwa sababu umezungumza kwamba kuna changamoto moja, mbili, tatu, nne, tano. Ni namna gani hizo changamoto utazisimamia kuhakikisha, uh, serikali kuu ambayo itakuwa madarakani wakati huo ita, uh, utaishawishi ili iweze kwenda kuzitatua hizo changamoto, utafanya nini? Kwanza, cha kwanza kama unavyofahamu, mbunge ni daraja kati ya wananchi na serikali husika. Kwa hiyo mimi ndo nitakayetumika kama sehemu ya kuwao kupita ili kuweza kutatua changamoto zao, na kama nilivyosema hapo awali, kushirikiana na mamlaka husika. Kwa mfano kwenye upande wa mikopo ya halmashauri, nitashirikiana na halmashauri ya wilaya ya Kinondoni kuhakikisha kwamba wananchi wa Kawe wananufaika na na mikopo hiyo. Lakini pia kwenye swala la miundombinu, kushirikiana na mamlaka husika, kwa mfano Wizara ya Ujenzi, kuhakikisha kwamba nakuwa sauti ya wanakawe kwa kuwasemea katika bunge. Na hata jana nilikuwa nazungumza na watu wa mabipande. Kama nilivyosema, mimi sitakuwa mbunge wa kwenda kupiga makofi mezani. Nitahakikisha kila siku kama itanilazimu kuziongelea changamoto zao mpaka pale zitakapotatuliwa. Kwa hiyo naamini iwapo nitafanikiwa, nitakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kushirikiana na mamlaka husika au serikali husika, kwa sababu nyakati nyingine wanahitaji tu kukumbushwa kwamba kuna moja mbili tatu, ili waweze kuzifanyia kazi. Ukiangalia, mm, okay. Siasa za jimbo la Kawe kwa miaka kadhaa kwenye uchaguzi mkuu E, hasa kwenye ubunge kumekuwa kuna siasa za ushindani na mvutano mkubwa sana e, kabla ya mbunge ambaye anamaliza muda wake e, na mbunge aliyepita e, na wengine nyuma kumekuwa kuna siasa za namna yake. E, ni namna gani siasa za Kawe unazicheza e, kuhakikisha kura zinatosha kwako? Kwanza mimi niliamua kufanya siasa za tofauti, niliamua kufanya kampeni za nyumba kwa nyumba, kwenda kukutana na mwananchi uso kwa uso ili kwanza kuzifahamu changamoto zao, lakini pia kujua jinsi ya kuzitatua. Na kwa sababu hiyo ninaamini nina nafasi kubwa sana ya kushinda, kwa sababu nimekutana na wananchi wa Kawe uso kwa uso, nimezungumza nao na wamenielewa, na wameniahidi watanipa kura, na ninajua wananchi wa Kawe sio waongo, kwa hivyo ahadi zao ninaamini watazitimiza. Kwa hiyo sijakutana na ushindani mkubwa sana, kwa sababu niliamua kufanya aina nyingine ya siasa tofauti na wanazofanya wenzangu. Na kwa nini niliamua hivyo? Kwanza nilitaka kupata nafasi ya kubondi na wananchi wangu, lakini kama unavyojua, <coughs> ukiwa jukwaani ni wewe tu unazungumza, lakini ukimfuata mtu unamuuliza, changamoto zako ni zipi? Atakwambia na utazielewa, na unakuwa na uwezo wa kwenda Yes, tunazungumza. Kwa mfano, nilipata na nafasi ya kwenda kuzungumza na wavuvi mm, maeneo ya Mbweni, nikajua wavuvi wana changamoto nyingi sana ambazo kama ningekuwa nimesimama jukwaani, ninazungumza na mwaga sera zangu na maliza, naondoka, nisingezifahamu. Kwa hiyo aina ya siasa ambayo niliamua kufanya imenikutanisha na wananchi <coughs> na wananchi wamenikubali na wameniridhia. Naweza kusema sijakutana na ushindani mkubwa sana kwa sababu kidogo nilikuwa nafanya siasa za tofauti na wenzangu mm -hmm. Kampeni ndio zinakaribia kuhitimishwa na tunaelekea katika uchaguzi mkuu um, ambao unatarajia kufanyika Oktoba ishirini na tisa. Katika kipindi chote cha kampeni kwako, uh, tathmini yako ni ipi uh, na hasa ukiwa pia miongoni uh, mwa wanawake ambao wanagombea katika maeneo ya uh, majimbo uh, tofauti, pia na tafiti ambazo zinaelezwa wakati mwingine uh, wengi huenda kwa upande uh, wa viti maalum. Kuna changamoto zozote cha ambazo uh, unaweza umepitia labda katika mchakato um, huu? Ah, changamoto zipo bado kwenye nchi yetu bado tuna changamoto ya ubaguzi wa kijinsia mm. Kama unavyofahamu mwanamke amewekwa sehemu maalum, kwamba ni mama wa kulea watoto wa kupika, mwanamke ni mtu wa jikoni. Kwa hiyo kuna nyakati nyingine nikienda kwenye kampeni na kutana na watu wa namna hiyo ambao bado wana ubaguzi wa kijinsia kwamba we unafanya nini kwenye siasa? siasa ni mchezo mchafu, siasa ni hivi hivyo. Kuna kuna changamoto kama hizo ambazo uzuri sikutani nazo kwa watu wengi, ni watu wachache tu ambao wana hiyo mentality ya mfumo dume kidogo uh, lakini ukiachana na hivyo, mimi niliamua kugombea ubunge wa jimbo makusudi ili pia kuwahamasisha wanawake wenzangu kwamba mwanamke anaweza kusimama, inawezekana. Kwa hiyo hizo changamoto kwangu hazijanisumbua sana kwa sababu tayari nilikuwa nimeshajiandaa kisaikolojia kwamba ninakwenda kugombea jimbo. Ninaamini nina uwezo, nilijitathmini nikaamini kwamba nina uwezo kwa wa kufanya hivyo. Viti maalum ntawachia wengine kwa sababu pia ni sehemu ya mchakato wa siasa. Mm, okay. na awali ulituambia kwamba uliamua kugombea jimbo la Kawe kwa sababu ni mkazi wa Kawe. Na safari ya Gloria ikoje, hasa katika siasa, labda kwa muhtasari? Uh, nilianza siasa mwaka elfu mbili na kumi na nane lakini nilianzia Chama cha Demokrasia na Maendeleo na nikafanya kazi pale, lakini nikiwa nyuma ya pazia zaidi nikafanikiwa kutengeneza mfumo ule wa Chadema digito then nilivyotoka pale tukaenda, na baadaye nikaamua kuhamia chama cha ACT Wazalendo. Kwa hiyo safari yangu ya kisiasa imekuwa hivyo na baadaye nikaamua kugombea ubunge wa uh, jimbo la Kawe. Mm -hmm. Mm -hmm. Na inawezekana pia yupo uh, mgombea uh, mpiga kura sasa hivi anavutiwa na sera za Gloria na anatamani pengine kumfahamu zaidi Gloria uh, pengine hata safari yake ya ukuaji kitaaluma na kadhalika. Sasa hilo kama utakuwa huru wewe kuzungumza. Kwa sababu wengine uh, uh, si wapenzi wa taarifa zao zote uh, kuwa wazi. Yes, kabisa. Hata mimi si napenda mm, <laughs> maisha yangu ya binafsi ya binafsi. Au upendi wewe wazi <laughs> sawa. Yes. Sawa, so, so, uh, Wanakawe wamesikia sera, wamesikia mambo mengi ukiyazungumza, wa na wao pia wamekutana nao na tunaizungumza siku moja, Gloria, imesalia mm, mm, kuelekea mm, Oktoba ishirini mm, na tisa uh, inawezekana una neno ambalo unatamani kuwaambia uh, huku ukiwakumbusha zaidi kuhusiana na wewe uh, na wakumbusha, na wakumbusha kwamba mm. Wajitokeze tarehe ishirini na tisa siku ya kupiga kura. Na kwa nini wajitokeze? Mm, kupiga kura ni haki ya kikatiba, wana haki ya kwenda kumchagua yule wanayempenda na wanayemtaka. Lakini ukiachana kwamba ni haki ya kikatiba, kupiga kura ndo njia pekee itakayoweza kuwapa mabadiliko wanayoyatamani. Kwa hiyo ninawakumbusha wanakawe wajitokeze kwa wingi siku ya tarehe 29 kwenda kupiga kura. Ninaamini itakuwa ni siku nzuri yenye amani nyingi. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi wasi, wajitokeze kwenda kupiga kura na wanipigie kura Glori Tausi kutoka ACT Wazalendo mm -hmm. Mm -hmm. Lakini wakati uh, hali ya siasa pia kwenye nchi uh, kila mmoja kuna namna yake ambavyo anaitafsiri kuelekea Oktoba 29, wakati uh, vyama ambavyo vinashiriki kwenye uchaguzi vikihubiri amani vikikumbusha zaidi uh, juu ya jambo la msingi kwamba unapaswa upige kura Uh, ili huo umetekeleza haki uh, yako uh, ya kikatiba. Nyinyi kwa upande wenu ACT na we mwenyewe Gloria binafsi e, na sisi pia tunasema uh, tupige kura na tuhakikishe tunailinda amani ya nchi yetu, mm -hmm, kwa sababu hilo ndo jambo la msingi zaidi. Uh, watu watakao kwenda kupiga kura wajitokeze wakijua tunakwenda kufanya jambo moja tu, tunakwenda kupiga kura, basi hakuna jambo jingine ambalo tunalitazamia kwa siku hiyo zaidi ya kupiga kura na kuhakikisha tu, kama ambavyo tumefanya siasa kwa siku hamsina nane zote siasa safi zisizokuwa na shida yoyote, basi na upigaji kura pia tukafanye kwa njia hiyo hiyo. Mm -hmm. Asante sana Gloria. Tunashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana. Tunakamilisha hivyo tukizungumza na mgombea ubunge jimbo la Kawe kutoka chama cha ACT Wazalendo, Gloria Tausi Shayo akieleza kuhusiana na sera na mipango pia ambayo anayo katika jimbo hilo.